Naam, mtazamaji, ni katika maadhimisho ya siku ya wauguzi duniani, ambapo kimkoa yamefanyika hapa almashauri ya Busokelo. Wauguzi kwa pamoja wameungana kusherekea sikukuu yao, kwanza kwa maandamano, pili kwa burudani kadha wa kadha katika viwanja vya sherehe, wakiwasilisha taarifa yao kupitia msomari Sala. Wauguzi hawa wame wasilisha madai yao mbalimbali mbele ya serikali ili wauguzi waweze kutatuliwa changamoto zao na kuweza kutambuliwa Bile. upungufu wa wauguzi vituoni ni tatizo kubwa katika halmashauri zetu, hasa kulingana na ilani ya Chama cha Mapinduzi pamoja na sera ya nchi juu ya mkakati wa kuwa na zahanati kila kijiji na kituo cha afya kila kata na kada ya kwanza kupelekwa ni uuguzi na Busokero ni waathirika wakubwa wa hikama. Ya wauguzi ina vituo 35 na wauguzi mia moja na nane. Wauguzi kuelemewa na mzigo wa kufanya kazi za kada nyingine, muuguzi anaweza fanya kazi kama mhudumu wa afya, mganga, mfamasia, mtaalamu wa maabara, mrinzi na kuendelea. Hii inapunguza ufanisi wa kazi na kinga ya mwili kwa muuguzi na kupelekea magonjwa kwake. Baadhi ya vituo vya kutolea huduma kukosa umeme wa uhakika, hasa nyakati za usiku ambapo mkunga analazimika kutumika kutumia simu yake wakati wa kutoa huduma. Pamoja na wauguzi kusoma uongozi leadership and management, bado muundo wa utawala hauwatambui, inapelekea kada zenye elimu ya chini kuongoza vituo. Mapendekezo, Waajili wabainishe na kuomba vibali vya ajira kwa serikali, ili wauguzi waajiriwe. Tunaomba wauguzi wawezeshwe wanapoenda kushiriki makongamano ya kisayansi na mkutano mkuu, kwani wanapata elimu na uzoefu wa utendaji kutoka maeneo mengine. Fedha za sare zitolewe kwa wote, kwani zahanati na baadhi ya vituo haviwezi kujiendesha kulingana na misamaha ya matibabu iliyopo, kulingana na sera za serikali. Kada zingine ziajiriwe ili muuguzi tuendelee na kazi za taaluma yetu. Serikali ya mkoa itusaidie kuziamuru halmashauri kuweka umeme wa uhakika kwenye baadhi ya vituo vya kutolea huduma katika halmashauri zetu zote. Halmashauri ziajiri walinzi na kuwepo kwenye vituo vya afya hasa wakati wa usiku. Wauguzi wanapojitoa kwenda kwenye vituo vya magonjwa ya mlipuko kama UVIKO, kipindupindu wapewe posho zao kama inavyostahili. Tunashauri kuwepo na makampuni ya usafi ili wauguzi wajikite kutoa huduma za kitaaluma. Muundo wa utawala ufanyiwe mapitio ili kuwatambua wauguzi wenye sifa za kuongoza vituo kwa kuzingatia elimu yake. Kwa upande wake, mgeni rasmi wa shughuli hii mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu, kwa niaba ya mkuu wa mkoa Mbeya, ameweza kuzungumza na wauguzi hawa na kutoa maelekezo kwa viongozi mbalimbali. Ndugu wauguzi, jukumu, jukumu la kuhakikisha kuwa usalama wa afya kwa wana Mbeya na Watanzania kwa ujumla lipo mikononi mwenu kama serikali ilivyokasimu jukumu hilo kwenu. Hivyo serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, inawategemea ninyi kama kwa ajili ya kuboresha, kurekebisha na kusalimisha maisha ya Watanzania wanaopata changamoto mbalimbali zinazohusu afya zao. Na kwa hilo niendelee kuwahimiza katika kuditu, kujituma katika kufanya kazi zenu za uongozi. Nifurahi hapa kwamba kabla ya kuanza shughuli yetu hii mlikula kiapo nami niwaombe mzingatie kiapo mlichokula katika utoaji wa huduma zenu na katika kuwatuhudumia sisi katika masuala nzima ya changamoto za kiafya. Ndugu wauguzi, katika risala yenu nimepitia baadhi ya changamoto na mmezieleza hapa zinazowakabili, na ningependa nizitolee ufanuzi ufuatao. Mosi, serikali yenu ya awamu ya sita chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Kwanza niwaeleze kwamba ni sikivu na imezibeba kwa ujumla kwa wake changamoto hizo, na nitazifikisha kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa ili ziweze kuwakilishwa na kuzifanyiwa kazi katika mamlaka husika. Pili, swala la upungufu wa uguzi vituoni linashughulikiwa na wizara afya na TAMISEMI, na hivi karibuni serikali ilitoa maelekezo kwa wizara hizo mbili, yani wizara ya afya na TAMISEMI kushughulikia tatizo la upungufu wa uguzi, ambapo naibu waziri ofisi ya Rais utumishi Mheshimiwa Deus Sangu, mkoani Mbeya, mkoani Iringa, wakati akifungua kongamano la kisayansi la wauguzi aliahidi kuzifanyia kazi. Lakini tatu, kila halmashauri ihakikishe kuwa vituo vyote vya kutolea huduma za afya vinakuwa na umeme wa uhakika, na ikibidi, vituo hivyo vya kutolea huduma za afya vifungiwe mfumo wa umeme jua ili liweze kutumika pindi umeme kutoka gridi ya taifa unapokuwa na changamoto. Lakini nne, waajiri ambao ni wakurugenzi wa halmashauri na taasisi nyingine zinazohusika na masuala ya afya, niwaagize kushughulikia madai ya wa wauguzi, wakunga na watumishi wengine wa afya kabla ya tarehe 31 Mei mwaka 2025, kama maelekezo ya naibu waziri ofisi ya rais utumishi yalivyotolewa mkoani Iringa. Madai hayo yanahusisha madai ya kupandishwa vyeo stahiki mbalimbali wale ambaye yako nje ya uwezo wenu, pelekeni kwa katibu tawala mkoa ili aweze kufanyiwa ufumbuzi. Tano, kila halmashauri ihakikishe kwamba kwenye vituo vya kutolea huduma za afya kunakuwa na walinzi kwa ajili ya usalama wa wauguzi, watumishi na mali pamoja na miundombinu iliyopo katika vituo husika. Sita, halmashauri zingatie kuajiri makampuni ya usafi kwenye vituo vya afya ili wauguzi wapate muda mwingi wa kuhudumia watu badala ya kushiriki kwenye usafi, ambapo unapelekea wanaopelekea wauguzi hao kuchoka na kuanza kuhudumia ama kuanza kazi ya kuhudumia wagonjwa kwa kuchelewa na kusababisha wateja ama wagonjwa kuanza kulalamika. Saba, maafisa utumishi katika halmashauri au taasisi za afya zingatieni kutoa motisha na stahiki, zingatieni kutoa motisha na stahiki kwa wauguzi ili kuongeza hamasa na ari ya kazi, hasa katika halmashauri za pembo, pembezoni kama vile zilivyotajwa hapa awali na mwenyekiti wa uguzi zimetajwa kama vile Busokelo, Mbeya DC na hata kule Chunya. Sekta binafsi zinapoanzisha vituo vya kutolea huduma za afya kama zahanati, vituo vya afya na hospitali mzingatie kupata, msizingatie kupata faida tu bali mwekeze hata kwa watumishi, kwani hali hiyo ya kutowajali hupelekea watumishi kuwamahama na kufikiri kuwa ajira ya sekta binafsi sio ajira, na hivyo kuwamahama kila mara na kupunguza ufanisi. Tisa, serikali imelipokea swala la muundo wa utawala na mapitio ya sera ya afya yanaendelea ili wauguzi nao waweze kutambulika rasmi. Kumi, tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulifanyia kazi swala lenu la muundo wa utumishi ili ili iweze kuleta tija na ufanisi kwenu wauguzi, kwani rais yuko pamoja na nyinyi kuwatekelezea mambo yenu.